Mwenyekiti wa wazee chama cha wanaume Tanzania, kiongozi mwenyekiti na wa wart chama cha wazee wanaume Tanzania na mwenyekiti wangu. Ndugu yetu mgeni ambayo umefikana ajaapishwa na ndugu yetu kiongozi mkuu wazee Tanzania, karibu wa chama cha Tanzania mwenyekiti wetu wa chama cha wazee wanaume Tanzania, kitukuenakasihi kushukuru mwenyekiti wetu wa chama cha wazee wanaume Tanzania mkoa wa Dodoma. Itifaki imezingatiwa, mwenyekiti. <coughs> Mimi nafurahi sana leo kuniongezea msaidizi kule Lindi. Nilikuwa peke yangu, leo nimekuja ndugu yangu mwenyekiti wa chama cha wazee wanaume Tanzania wilaya ya Liwale kamati nzuri, kiongozi mkuu anateua na ama ameteua ksatutii kuingia kwenye kamati ya sekretarieti. Niwashukuru sana, aheshima kubwa ene na mtara waduuzo, niwashukuru asante sana, viongozi wa chama cha wazee wanaume Tanzania mkoa wa Dodoma wenye kitiwa wenye viti visiapita Mamlaka nilionayo, salamu mtini. Kwa mamlaka nilionayo kiongozi mkuu wa Chama cha Wazee Wanaume Tanzania, niko ziara Dodoma, na, na, na nina mamlaka kwa mujibu wa sheria na kwa kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Wazee Wanaume Tanzania, kuanzia tarehe ya leo ninakuteua kuwa mjumbe wa sekretarieti ya ja taifa, pamoja kwa na kwamba wewe ni mwenyekiti wa Chama cha Wazee Wanaume Tanzania, niwali nimekuongezea wasifa mwingine, nahitaji wanachama. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana cha wazee wanaume Tanzania laa ya hawadi na hapa, kwa nafasi yangu mpya ya udumu sekretari cha taifa kwamba nitainika na kutetea katiba chama cha wazee wanaume Tanzania, na sitatoa toa siri za chama. Ewe Mwenyezi Mungu usaidie.